Karibu tujifunze kwenye darasa hili ambalo lengo lake ni kuwawezesha eh, Watanzania na wale ambao wananifuatilia kutoka nchi mbalimbali za jirani kujifunza namna kutawala vifaa vya mziki. Nataka tuangalie sasa namna gani ambavyo unaweza ukaunganisha hii powered mixer na spika ambazo ni powered speaker. Na hapa mimi nina powered speaker ambayo niko nayo hapa hii spika inaitwa Alto, unaweza kaiona namna hii inaitwa Alto. E, alto, alto speakers ambayo ni TX 300 na nane sasa. Sasa ninaposema powered speaker ninamaanisha nini? Ninamaanisha hii ni spika ambaye ndani ya hili boxi tayari na nini, ina amplifier yake na ili njia rahisi ya kuweza kugundua uh, spika hii ya powered, ukigeuza kwa nyuma ukigeuza kwa nyuma namna hii huwa utakuta kuna sehemu ya kuweka kuchomeka umeme, lakini huwa panakuwa pana switch ya kuiwasha hii spika. Kwa hiyo ukilinganisha spika nyingine unaweka tu waya moja kwa moja kama tulivyokusha kuona kwenye tutorial iliyopita kulikuwa hakuna mahali pa kuweka waya umeme na hakuna mahali pa kuwasha. Kwa hii ndio maana tunaita nini? It's a powered, nini? Powered, uh, speaker. Kwa nini nataka nikuonyeshe njia sahihi ya kuunganisha hii mixer yako kwenda kwenye powered speaker. Isha tokea siku moja ilikuwa kuna kipindi fulani hivi eh, eh, kampuni moja ambayo na, uh, siku moja ili supply E, ilikuwa ni speaker moja, ilikuwa ni ya Mackie, kwa mteja mmoja hivi e, mimi niko Dar es Salaam tunaita upande wa mikoani e, singependa kutaja ni mkoa gani lakini, a, yule bwana aliponunua ile speaker akachukua hii powered speaker akaiunganisha visivyo sahihi na ile speaker ikaungua. Yule bwana alifanya hivi, alienda kwenye speaker yake akajua kwamba output ni hii hapa, hiyo output ambayo tunaiona hapa. Unajua output mpaka ameandika ile alama kama ya mshangao maana ke usha kwamba hii ni hatari. Maana yake umeme ni mkubwa. Kwa hiyo akachukua waya sio ubadilishaje, akaweka pini hapa na hapa, akaurekebisha vizuri, upande wa pili akaingiza kwenye input hapa e, aga kwenye input hapa, kuwasha. Ndani ya muda mfupi ile ile ile speaker kaungua kwa sababu voltage ambazo zinatoka kwenye upande wa amplifier ni kubwa. Hapa zinaingia voltage ambazo ni ndogo, tunaziita kitaalam line level. Wala ambao juu nini maana line level? E, nenda kwenye YouTube channel yangu, e, fuatilia masomo ya mixer utagundua nimefundisha nini maana line level na mic level. Line level maana yake ni voltage ambazo ni ndogo, lakini zile ambazo kwenye speaker level ni voltage ambazo ni kubwa, ambazo zinatoka hapa. Kwa hiyo sasa Uh, leo hii nataka nikuonyeshe njia ambayo hutapata hasara kama huyu bwana. Maana kile speaker is very expensive. Ilikuwa kwenye round kama milioni mbili kwa akaiunguza kwa muda mfupi kutokana na kutokujua namna ya kuunganisha na sasa nikuonyeshe sasa namna gani unaweza ukaunganisha kiusahihi. Powered mixer ina ni mixer ambayo ni ya kawaida lakini imeunganishwa na output yake imepewa pia kwenye nini? Kwenye upande wa amplifier. Sasa, ukiangalia mix ya upande wa juu huu, upande wa juu hapa ni mix ya kawaida kabisa na hata ina output, na output ni hii hapa output. Hii ni kama haina tofauti na ile mix ambayo nikuonyesha ya kawaida kabisa. Tukija hapa, nikuonyeshe, hii ni mix ambayo ni ya maki hii ni mix ya kawaida na output yake unaweza kaiona, pini zinafanana. Kwa maana yake hapa hizi ni ni line level, sio kwamba ni so zile ambazo ni, ni, ni voltage kubwa na kadhalika. Kuja hapa kwenye powered mix yako utaona ni kitu kile, kile. kwa maana yake sasa nikiunganisha hii mixer yangu ambayo ni ya powered mixer, ili niweze kuipeleka sasa kwenye upande wa spika, ina maana kwamba ninaweka hapa, natumia upande wa left naweka e, hapa XLR alafu upande ambao ni wa dume unaenda kupeka kwenye speaker yangu ya pa. Ah, put in the speaker here. Tunaweka wapi? Ah, tunaiweka hapa, okay? Kanuni zile zile kama hujawasha, hakikisha kwamba volume yako inakuwa nini? Unaizungusha kikirungu pande wa uh, anti-clockwise inakuwa chini kabisa, na volume zako kwenye powered mixer yako, hakikisha hizi volume ziko wapi? Ziko chini. Ukishamaliza tunakwenda sasa kuwasha nini, kuwasha ninahakikisha mziki wangu uko tayari, nisha uleta kwenye video ile ilipita, nimekuonyesha namna ya kuconnect kwa, tutarudia tena hapa, then napandisha kidogo sauti paka hapa, funaileta nini, sauti ya master. Yes, naona. Inakuja. Inakuja sauti ipo e, sauti hii hapa ila hii sauti sasa sioni kwenye huku manake, okay, pa volume imeweka chini, kwa unapandisha kidogo kwenye padi. Sauti ilikuwa volume kwa chini kwa chini, manake uweze kusikia kwa, ninaongeza kidogo. Ali ale, haleluya haleluya, amen. Okay, tumefanikiwa kupata sauti. Asante uh, sana Joyce Ombeni. Uh, Mungu akubariki, amenipa corporate wimbo huu kutumia kufundisha eh, kwenye darasa ili la kutawala kwa, I do appreciate you a lot muziki pamoja na mmewako Mbeni Msuya uh, Mungu awabariki sana kwa sadaka hiyo katika kutaa kuelimisha jamii. Kwa hiyo hapo sauti tayari imetoka hapo, lakini imefika hapa right? Kwa hiyo then hiyo ndo namna sahihi ya kuunganisha eh, powered mixer, na hii inaitwa nini? Inaitwa powered speaker huku ndani, maana kuna nini? Kuna amplifier tayari, okay. kabla sijamaliza kabisa, nataka nikupe bonus sasa, kwa sababu eh, kwa kweli kati ya simu ambazo zinazopokea watu wengi ambao wanatumia hizi powered mixer wanakuwa na changamoto kubwa sana. Niambia bwana, tunaunguza vifaa mtumishi, tunaunguza sana engineer, hebu tusaidie, tufanyaje? Sasa nataka nikupe concept kimoja. Concept moja ndogo uh, hii spika yangu mimi imeshaiangalia vipimo vyake vya kitaalam tunaita specifications, ina uwezo wa kuchukua mawimbi ambayo ni kuanzia raund 75 has mpaka elfu ishirini ndio mawimbi ambayo inaweza kuyazalisha vizuri pasipo shida yote. sasa Eh, ikiwa output yangu hii ya, ya, ya powered mixer inatoa mawimbi kuanzia 20 Hz mpaka elfu ishirini kila Hz nikiingiza huku pia, manake bado ninazidi kuihatarisha uh, hii spika, hasa ninapozidi kuongeza kupiga kwenye volume kubwa, hatari inakuwa ni mbaya zaidi. Sasa nifanyeje ili kuhakikisha kwamba ninaweza kuilinda hii powered mixer. Mimi eh, mbinu eh, naweza kushauri ya kuitumia tumia crossover mhandisi anataka kutumia kwamba nitumie tu speaker peke yake, lakini sihitaji bezi kwa sababu ni maneno ninaambia, yes, bado unaweza kutumia nini? Unaweza kutumia crossover, kwa sababu umeona powered mixer ambayo imetumia hapa haina, hata haina low cut, kwa kuna mahali ambapo naweza nikatumia filter nikakata mawimbi ya chini kwa njia ya rahisi. Unatumia nini? Crossover na hapa, ninaye crossover, nitakuonyesha namna ya kuitumia crossover ambayo ni ya DBX 234 XL. Ni hii kuconnect kuiweka katikati hapa, maanake nitatumia crossover, nitachukua output ya power mix yangu itaingia kwenye crossover, baadaye kwenye crossover itaingia kwenye nini, kwenye hii speaker. Let me show you how to do it. Okay guys, hii uh, ni crossover ambayo ni ya DBX ambayo crossover hii nimesha i-review pia kwenye YouTube channel yangu, utakuta kule kifuatilia, utakuta na hizo video ambayo ni 234 XL kwa sio ngeni kwa wale ambao wanafuatilia tutorial zangu za YouTube, ambaye ni 2 3 4 ways crossover right. Uh, kwa sababu ninajua kwamba kikomo changu cha kwenda chini ni 75 Hz, hiyo tunaita kama crossover point kitaalam. Okay, tunakuja hapa kwenye eh, upande wa hapa pabandiko wa low mid, mnatoka eh, crossover frequency inaitwa crossover point. Ukija hapa mimi nachagua sabini, nataka kakadiria, nasogea tu hapa, hapa, na, nasogea hapa maanake mimi ni kikomo changu, maanake kwamba nikiweka hapa manake mawimbi yote ambayo yako chini ya sabini na tano kurudi mpaka ishirini haya mawimbi hayataruhusiwa kupita kwenda kwenye, kwenye, kwenye sehemu ya hai. Inamaana kwenye sehemu ya hai itaruhusu tu kuanzia sabini hadi ngapi? Eh, elfu ishirini yetu hii ambayo tumeunganisha. E, e, output yetu ikoelekea kwenye upande wa nini wa, wa, wa, wa, wa powered speaker. Sasa tuiondoe hii kebo hii kebo hii tuiondoe, tutafute kebo nyingine kwenye kebo niliyoko nayo hapa aa, ndugu ambayo unanifuatilia, ninaiunganisha sasa hapa. Ehe, naunganisha wapi? Naunganisha hapa kwenye upande wa output. Kwa output yangu inatoka kwenye mixer hii, nitaifanya iwe input e, upande tuliseti kwenye channel 1, e, kumbuka na upande wa channel 1 na channel 2, au kulia kushoto right, hii upande wa channel 1 ndio tuposeti crossover yetu kwenye sabini, kwa maana maanake hii inabidi output ya kutoka kwenye kwenye, kwenye mixer hii tuipeleke kwenye input ya channel 1, hii ndio ndo imeandikwa nini Channel 1. Unaingiza hapa kwenye input ya hii crossover. Hii ni input ya crossover. E, ndugu na infatilia. Hii ni input, tunaweka hapa input yetu namna hii. Tukishaweka input yetu namna hii, manake output ya powered mixer imeingia kwenye crossover hii hapa. Kwa kinachofuata tunakuja sasa, tunachukua output ya crossover. Manake output ikitoka tayari itakuwa imesha, imesha zuiliwa masafa ambayo ya chini ya 75 kwa tunaenda kwenye upande huu wa hii channel 1 tunaenda upande wa nini wa hai, kwa sababu ikiwa ni two way, maana yake ni kati ya lo na nini, lo na hai. Kwa kwenye lo na hai, maana tunakuja hapa upande wa nini, upande upande wa hai. Tukija upande wa hai, tunaweka namna hiyo mpaka usikie tisa. Kwa maana yake hapa hai itachukua sabini mawimbi ya sabini mpaka 20 kHz. Kwa mantiki hiyo mimi spika yangu tayari nitakuwa nimeshafanya nini, nimeshaikonektia. e, kizuizi hakitaweza kupokea mawimbi ambayo yako chini ya ngapi? Yako chini ya sabini na tano. Maanake tuje kwenye powered mixer yetu ambayo ni hii hapa eh. Ukizungusha kwenye powered mix yako unazungusha karibia na zero. Haleluya kwa Bwana <tipos> alishinda Kalvari. Okay. hale haleluya haleluya amen. Okay. Mpaka hapa tumejifunza vizuri sasa namna ya kutumia hii crossover. Kwa kweli equalizer crossover ni somo ambalo ni pana, ni kubwa. Kwa kweli ni somo ambalo kidogo ni la muhimu na wadau wengi wangependa sana kulijua zaidi. Of course somo hili nimeandika kwa kina, kuna kitabu nimeandika kabisa cha mambo ya kutawala vichujio pamoja na equalization. Nasema Mastering of the filters and equalization. Na nimezungumza kwa undani zaidi kuhusiana na kifaa cha Equalizer na crossover, nimechora michoro mbalimbali ya namna ili kuweza kumjengea eh, msomaji lugha ya picha ili awez zaidi. Kwa wale ambao wanatumia mixer za digital, wanatumia, eh, equalizer, wanatumia mixer za analog, wanatumia crossover za analog au DBX hizi DSP digital signal processing kama DBX driver rack 260, 360 au PA plus. Kwenye kwenye kitabu hiki, uh, utafaidika sana kitabu hiki. Kipo kwenye hatua za wale. Tuombe Mungu atusaidie kiweze kufika mwisho kitabu hiki, na nitakujulisha tu muda si mrefu kitakapokuwa tayari kwa neema ya Mungu. Kupata kitabu hiki na kupata maarifa haya ambayo ni ya muhimu sana sana. Kitabu hiki ni mwendelezo wa kitabu cha kwanza cha Kutawala Vifaa Vyako vya Muziki, Kanuni za Msingi. Kujifunza zaidi kanuni za msingi, unaweza kupata kitabu hiki cha Kutawala Vifaa Vyako vya Muziki kwa gharama ya pesa za Kitanzania shilingi elfu ishirini tu.